Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wasahbihi wamanwala wa baadu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba tuko katika kuhitimisha hadhara yetu ya marudhati ya vijana wetu. Alhamdulillah, jambo kubwa ni kwamba vijana wetu pamoja na udogo wao tumewaona, namna gani waalimu wanajitahidi kutengeneza ndimi zao na vile vile kuzipokeza fahamu zao, tushirikiane nao ili mambo yazidi ya kwenda vizuri inshallah. Ama mawaidha yashakwisha tayari. Mimi kama alivyosema Sheikh Abdallah nimesimama ili nikunje hili jamvi tu, lakini maneno yote ya kuzingatiwa yamekwisha pita. Tumeona namna gani Uislamu unavyokwenda na maumbile, namna masala kama haya yaliyosomwa katika maarudhati ya talqih ambavyo yamekuja na yameelezwa katika Uislamu na hukumu zake zishatajwa zimeeleweka, ingawaje ni mambo ambayo kama alivyosema Sheikh Yusuf yako kinyume na maumbile maumbili Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wa taala, na njia aliyoiweka ya kuzaana, basi ile ndio ya asli, mbegu ifike mahala pake kwa njia gani? Na ikishafika pale tena, wakati ule ikifika, ifike kwa wakati wake, mara shida, sio kufika tu ile njia inaofikisha ifike kwa hali yake na kwa wakati wake, khuliqa min ma'in dafiq, kuna dufuq, naonyesha hii ndio njia ya kufikisha. Na vile yakifika yafike vile vile yalipotoka pale, yanafika pale. Ndio maana yaambiwa kwamba watoto wanaozaliwa kwa njia hii ya kawaida ni tofauti na wanaozaliwa kwa njia hii ya kisanaa. Mtoto anayetoka si kama anayetoka huku. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba pamoja na kuona kwamba ulama wamezungumza masala haya kwa khilafu mbalimbali, wako wanaojuzisha, wako wanaokataa, lakini walojuzisha, basi iwe ni jambo lifanywe kwa dharura, lifanywe eh? Kwa dharura kama ipo dharura inayopelekea eh. Hakuna haja ya kuieleza kwa sababu haijatokea hapo. Ikijitokea itajulikana kwamba hii ni dharura inayopelekea atalihusinai. Lakini tumeona pia namna gani tumefundishwa katika matangamano ya ndani ya ndoa, vijana, katika maarudhati yao wametuelekeza kwamba watu wakioana Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, amesema wajala bainakum mawaddatan wa rahma. Kwa hiyo ni vizuri mawadda yakawepo min awali l-amri, pale ndoa ikifungwa watu wawe wamependana, pale ikifungwa ile ndoa ile iwe mume kampenda mke na mke kampenda mume. Ndiyo maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha anayetaka kuoa amtazame yule anayetaka kumwoa, lakini ni vizuri pia na hata mke naye akapewa nafasi pia, naye akaambiwa kwamba watakaolewa na yule pamoja na kwamba wali mujbir aweza kumwozesha mke pasi na khiari yake. Ezaambiwa tu bwana, wewe wajue ushaolewa tayari. Kama ni binti mdogo Nikisema mdogo sina maana kwamba ambaye hajabale binti mdogo anaweza kuwa na miaka 30 lakini bado ni mdogo. Na fili nikisema hivi naeleweka kwa wale wahudhuria wale wanaostahili kuelewa. Maanake tuko wengi hapa. Tuna mpaka hawa wadogo wadogo aw eh? Kwa hiyo nikisema kwamba anaweza kuwa ni mdogo hata kama ana miaka 30. Sheria inaruhusu huyu baba yake kumpelekea ripoti tu kwamba wewe, kuanzia sasa ni mume wa fulani, ni mke wa fulani, kakuwa kishamwozesha huko. Pamoja na hivyo lakini, ni vizuri ndio maana hata katika sheria ya ambi wa albikru tustadhan eh? mm, wa idnuha swamtuha. Su, sindio vile akiambia sasa mama tutaka tukuwezeshe kwa fulani huko, akawa kajamaza kimya, basi ndio kesharidhia, sio? Lakini aulizwe awe na yeye kampenda huyo fulani. Kama hakumpenda atasema, akishindwa kumwambia baba tenamwambia mama: mama, bwana, nimeambiwa nataka niwezeshwe kwa fulani, lakini mi simpendi. Wajala bainakum mawaddatan kwa hiyo asili wa vile watu wakitaka kuoana wawe wamependana ndo vizuri, lakini pamoja kupenda na kupendana huko, mapenzi hayo sasa yaendelee mpaka wakiwa ndani ya ndoa, kila mmoja aone kwamba riziki yake ni huyu aliyempata. Kwa hiyo ukimwona mwingine anapita pale nje, pamoja na kwamba heshima yake ya ubinadamu iko pale pale, lakini kwa nisba ya kuwa ni mke au mume, fanya kama kapita mbuzi tu Muhammad <muchasana salamu> lakini ikiwa unaanza tena kumtazama anayepita na kuanza kumdiskasi na nini kwamba yukoje kaka yule. Vile wee mwanamke, utolewa waume wangapi? Mumeo ni mmoja tu, huwezi ukapenda waume zaidi ya mmoja. Afadhali mume yeye za akapenda akasema naongeza, lakini ni yule aliye nje ya nini, nje ya ndoa Akishakuwa ni mke wa mtu, mchukulie kama vile unavyomchukulia dada yako mliotoka tumbo moja, kiupande ule wa kimatamanio, sio kiupande wa kwamba sasa weza kaa naye faragha mkazungumza, hapana. Mchukulie kama dada yako mnaezaliwa tumbo moja, kwamba huyu ni haramu kabisa kwako, kwa utakiwi kumsogelea wala hata kumfikiria. Madamu ni nani? Ni mke wa mtu. Ama kwa mwanamume, we mwanamke, ukishaolewa huyu mwanamume, hata kama hajaoa we mumeo ni mmoja. Ndio katika heshima, heshima alizoeleza Sheikh Said Mbega hapa kwamba Uislamu umemtukuza mwanamke katika hizo, na hili hili pia ni katika heshima. Hebu sawirisha, kaa chini tu ufikirie ile speech leo kama mwanamke anaruhusiwa kuolewa na waume zaidi ya wawili ya mmoja, kwa maana sasa mwanamke ana waume wawili tu, halafu sasa lete ile picha ile ile, kile kitendo kama kafanya huyu halafu amsubiri na mwingine, inakuwaje hapa eh? Ha, ni kinyaa kusema kweli, kwa mtu yoyote ambaye anafikiri vizuri ataona kinyaa jambo kama hilo. Yule ambaye ana akili ya kinyama au anataka kupinga tu yale yaliyowekwa katika Uislamu, ndo atasema kwamba kwa nini mwanamke hawezi kuolewa na mume zaidi ya mmoja, lakini mwanamume aweza oa wa, wake zaidi ya mmoja? Ukimwona mtu ahoji hivyo, ujue ana moja katika mawili, akili yake haiko sawa haufikirii vizuri, ule ubinadamu wala haufikirii ule utu wa mwanamke, kwa sababu hiki kitendo ni kweli chafanywa na watu hao, lakini kila mmoja katika ile hali ya ufanyaji ana hali yake. Huyu mmoja, huyu lau awa na watu wawili, awa kama adhalilika, itakuwa ni udhalili. Haya sio ya kuyazungumza sana, lakini nafikiri ukiafikiria tu atakia mtu akae mwenyewe tu atafakari Kaya fikirie halafu, sasa chukua sasa ile hali inavyokuwa, huyu abeba ujauzito, atabeba wa wangapi? Na pale akibeba wa huyu, haki ya yule mwingine ikoje? Huyu sasa ana ujauzito sasa, kwanza tuangaika, tutatafuta sasa ni wa nani eh? Ana ujauzito wa nani? Wa mume yule wa wakule kwezizi au mume wa kwe mkatoni <laughs> tutaujuaje? Na huduma atazipata kwa nani katika hawa wawili, za kulea huu uje uzito. Ah, hazai? E, hata kama hazai sasa ndo kila mtu akija atupe uchafu wake ende nakuwaje? Kwa hiyo tumefundishwa kwamba mke na mume wapendane. Kama ikitokea mumeoana bila kupendana, manake yatokea saa nyingine. Inaweza kuwa mmoja akampenda mwenzake sana, lakini apendwae hapendi. Apendaye akaanza kutumia vishawishi, pesa na nini, mpaka akamnasa mpendaye. Tukisema pesa sio kama ni mwanamke tu anaonyeshwa pesa, yeye pia inaweza kuwa na pesa akampenda mume, si ndio, eh? Aweza kuwa naye ana pesa zake, mke akamtafuta mume ampendaye, akaanza kumkirimu na nini, kumvutia mpaka bwana mkubwa naye akaingia kingi. Sasa kama umeingizwa kwa mtindo huo, umeshaingia ndani mapenzi, sasa uyajege, madamu umekubali kuingia. Mawadda na rahma kama hayakuwepo mwanzo, akatoa kufunga ndoa, basi Maadamu ishafungwa hiyo. Jambo ambalo si zuri watu kuoana wasiopendana, si zuri. Muoe mtu unayempenda, olewa na mtu unayempenda. Hii italeta utulivu, italeta huruma ndani ya ndoa, mapenzi yatadumu. Lakini mapenzi haya jamani, mara nyingi yanaishia njiani. Watu wengi wanaoana, halafu unakuta kwamba mwanzo pale mapenzi moto moto, ee, unyumba kweli kweli ukiingia nyumbani pana raha, mpaka unasema jamaa akapata mke, na upande wa mke nao wanasema oh, dada akapata mume. Lakini baada ya mwaka miaka miwili mambo yanakwenda ndivyo sivyo, mpaka watu wanakorogana kweli kweli. Hii inatokana na moja katika mawili. Inawezekana pale mwanzo hawakupendana, walitamaniana, hawakufanyaje hawakupendana walitamaniana. Kuna kupenda na kutamani. Mwanamke angepata mke kama yule, mimi aje mke lile ah, wampenda au wamtamani eh, na dada naye pengine kaka na kazo nzuri, au mkanda nje kwa sana ah, kama jamaa apendeza yule, saa zote nywele zake kazi tana yani, mtanashati kweli kweli, aonyesha ana hela yule, ngimpata yule ah Mwisho wa siku tena, umeshaingia ndani sasa, inaanza kuwa mtihani sasa, matatizo yanaanza kuingia hapo sasa. Tayari umeshakaa ndani mule e, unajua tena watu ugeuka geuka, inaweza kuwa vile alivyokuwa akiuramba mwanzo. Sasa urambi tena inaweza kuwa e, uramba vile vile, lakini sasa tena ile hamu ile ishakuisha sasa. E, au huyo mke uliyemuona labda ukule ukamfikiria ukaj, ukajenga katika kichwa chako, kuna sura hii na hii na hii. Pafuka ndani sivyovyote, tayari sasa matamanio yako yameanguka patupu, unajikuta sasa mnaanza kukwazana. Hiyo ni moja katika sababu za watu mapenzi kutodumu. Wengine wanapendana lakini pamoja na la kupendana, wakiingia ndani ya ndoa wakianza kukwazana basi kila mmoja anashindwa kujua kwamba vikwazo ndio maisha. Lazima ujue kwamba vikwazo ndio maisha, ukioa au ukiolewa, mle mkiwa na matatizo, kwa sababu sisi sote mke na mume tunaoana kutoka katika familia tofauti, haijuzi kuoana familia moja, sio? Huwezi kumuoa ndugu yako kabisa, mliotoka tumbo moja mkiwa wadogo. Lakini naambiwa ukamuoe mtu ambaye ni nje ya familia yako na unaweza ukamua hata mtoto wa shangazi mtoto wa mjomba lakini akawa pia hujamjua vizuri. Kwa kila mtu maadamu tu nafsi tu ya kwamba mnakutana watu wawili na kila mtu kapewa tabia zake ni lazima tofauti zitatokea ndani ya nyumba. Sasa zile tofauti zikitokea zile tuzichukue kwamba ndio sehemu ya maisha. Lakini wanandoa wana wengi tunashindwa kufanya hivyo tunashindwa kuzichukua tofauti zetu kwamba ndio sehemu ya maisha, lakini matokeo yake sasa, mkishaingia mbona, unaona kumbe ana tabia hizi, kumbe ana ukorofi huu, kumbe yuko hivi, unajaza, unajaza, unajaza, mwisho wa siku sasa tayari kesha kufika hapa, uko tayari saa yote watu waachane. Mnaanza mnapelekeshana, mara hivi, mara vile, unasikia mwisho wa siku watu wamefanyaje? Wameachana na kuna wengine kama hivyo wale wanaoingia kwa tamaa zile za ndoa na nini. Tamaa yani, wale wanaotamani mwingine, anakuwa katika alicho kitamani ni pesa. Akishaingia ndani ya nyumba, imejengwa nyumba ya kwanza ya pili, tayari anataka aachwe ili watu wagawane. Wapo pia watu hao wakiwa namna hiyo. Hizi zote sio katika mafunzo ya Uislamu. Mafunzo ya Uislamu watu waone ndoa iwe ni sakina wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja litaskunu ilayha. Ni katika dalili za uweza wa Mwenyezi Mungu kuwaumbieni wake, mtulizane kwa hao wake, mke atulie kwa mume, mume atulie kwa mke. Na hi azwaja ni vizuri tusifasiri wake. Mbona kana kwamba anayetulia kwa mwezie ni mume pekee? Wa khalaqnakum azwaja tutafsirije hapo? Tukawaombeni mume na mke. Hatusemi kwa tukawaombeni hali ya kuwa ni wake. Sindio eh? Sasa and khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kuwaumbeni nyinyi mbea mbili mbea mbili mbili. Azwaja ni jamu eh, zauji zauji zauji zauji zauji mbea mbili, mbili, mke mume mke mume mke mume, tumeumbwa hivyo litaskunuu ilaiha, mtulizani kwa hawa azwaji, mume atulie kwa mke, mke atulie kwa mume kila mmoja awe ni utulivu wa mwenzie. Wajala bainakum mawadda wa rahma, akajalia kati yenu mapenzi na huruma. Hii ndio asli, ndio maumbile watu waoane. Wakaa huko nimemkuta na mrundo wa mashuka afua huoni? Sasa hapo ushanzi cha ugomvi sasa, eh la, lakini au kama pale nyumbani pana kijitoto cha huko nyumbani kwenu kitoto cha kaka yako au cha shangazi yako, basi usifue mbele yake, asijakaambia ya kaka namuona afua kwelikweli <laughs> au mjomba au nani, ha, ha. Hii ni kujenga, wallahi lau kama haya maneno aona kama mzaha, lakini leo tuishi maisha kama haya, maisha mona kwa mepesi sana. Eh, basi usifue wewe, katafute mfuaji. Si mke hawezi kufua, atafute mtu ajiafue. Kwa nini alosema wake twaa wajiwafue nani? Si ni utamaduni wetu tu tumeuweka jamani, eh? Eh? Kwa sasa kama itakuwa umepata mke ana, una, ana kasoro fulani ivumilie, kama vile ambavyo mke naye akiona kasoro ya mume naye aivumilie. Kama umeona kuna mwenzia apelekewa chips kila siku, dada yako huko na yeye atakauletea chips kila siku uletei, vumilia e, ukikosa hili kwa huyu utapata lile. Saizi anapelekewa ki, chips kila siku siku, akiamua kupewa kipondo adundwa kwa kweli kweli, lakini wewe ambaye uletei chips hata kugombeshwa ugombeshwe. Tayari hapo, wewe chukua hili kwa lile hii ndo inavyotakiwa watu waishi. Hizi familia zetu zisingekuwa na migogoro kabisa, lau kila mtu anasoma kasoro za mwenzie. Mke asome kasoro za mume, mume asome kasoro za mke, khalas. Kila mtu ajue kasoro za mwenzie. Ushajua kwamba kasoro za mume wangu huyu ni mbabe sana, huyu penda sana kupiga, penda sana kugomba, atakafanywa kila kitu basi we dada mfanyie vishe Usikae tena na mashoga ukaanza kuelezea kwamba mume wangu mimi bwana. Yaani yeye ataka akija takaa pale kitandani maji ya kunywa, kwa hapo we utoke jikoni uje umpe. Ah ah, hayo sio ya kusema, mpe tu. Yatakwisha. Na kawaida watu wakizeeka, wajua mambo mengi yanaondoka. Kwa hiyo huyu babe wake huyu akija akizeeka utakwisha wote. Kuna wakati itakuja kuwa mbabe ni wewe ndani ya nyumba. Ndivyo inavyokuwa. Hata hawa wake pia, ukimwona mke mkorofi usio mwepesi wa kumwacha, endelea naye tu. Mungu akileta uzazi, mwana wa kwanza, wa pili, wa tatu, atatulia tu, ukorofi wote utakwisha. Hii ndio hali, ndo halatakiwa watu wavumiliane. E, jana bainaku mawada, Mwenyezi Mungu asemi uongo. Kwa nini mawada na rahma siku hizi hakuna katika majumba yetu? Shida nini? Shida ni vitu vidogodogo kama hivi na ukisema taonekana jamaa bwegi kweli, lile Uislamu hauna maana kwamba aa, wanawake tu wakandamize. wala mume bora si yule amkandamizaye mkewe. Hebu naambieni nyinyi, kuna hadithi yote mtume alimpiga mkewe ipo. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamtia kibao kimoja tu, sijui ni Sauda, sijui nani kaanguka kule, ipo je, shonde Tukiacha kile kisa cha ranii kile hadithul ifki ambayo ndani yake pia kulikuwa kuna khairi kubwa sana hususan kwa Bibi Aisha radhiallahu anha, tukiacha kisa kile, hebu naambieni, Mtume alimwekea shonde mke gani? Mwisho ni hata yafikia wakati, jinsi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hataki kumuudhi mkewe yafikia mpaka baadhi ya vitu Mungu alivyomhalalishia ajiharamishia. Paka leo tuasoma Qur'an ya ayuhanabiyu lima tuharimu ma ahala llahu laka tabtagi mardhata azwajika. Jamani, mke atakaradhiza mume, mtume atakaradhiza mkewe. Ukiasema haya leo angiwa aa, ndo wale washaka mabwegi hawa, maanake onekana kama vile uislamu bwana, ili uwe muislam safi ili mke naye awe mwislamu safi, ni kwamba ukiwa mwislamu safi yule mke yule hawezi hata kunyanyua sauti mbele yako. Kwa nini? Kwani huyu mwanao huyu, ni mwenzio wewe eh? huyu ni mwenzio, sio mwanao huyu, wala si mtumwao. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ataka radhi za wakeze. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye alikuwa akiweka pale pale heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtagi mardhata azwajika. Eh, hiyo ndio hali halisi. Na pale imekuja sifahamu, sio sifahamu, hili nakijilawama kidogo eh lakini hakuna makamio mbele kwa Mtume, si ndio? Ngoma alichokifanya hajakosea. Kama kungekuwa kuna makamio kwamba ah, makanyo kwamba usizoee tena usirudie kama hivi, ingebidi na sisi sasa tusitafute radhi za hawa wake. Lakini hawa bwana, anatakiwa tukae nao tuwaridhishe. Hakuna raha kama mtu mkewe kuwa na furaha. Mkeo akiwa na furaha, na wewe utaishi vizuri sana. Sasa ile furaha yatafutwa, tumeelewana eh, yatafutwa ile furaha. Nafikiri Msuya wewe umeingia juzi tu eh, eh, yatafutwa ile, eh, kama hivi mke amekuja, uko darasani, nyinyi walimu, mke kaja uko darasani, eti umeuchuna, maana yake wasomesha, ah, ah. Kama ile darasa yastopishika, istopisha kidogo Alafu toka pale kando kwanza ukazungumze. Eh, wasemaje bibi? Eh mwiteite majira mazuri mazuri penzi nini akifurahi, kiasi hicho taishi vizuri na ndoa hiyo, pamoja na kwamba kwaro hazitokosekana ndani, kutaingia sengine, mtagombana kidogo. Ehe, mtanuniana tena, sio kununiana, utanuniwa maana, wewe utakii kununa wewe, mwanamume kwa nini unune bwana eh yeye akinuna utafute njia ya kumridhisha sinune, na ukiona kwamba ah, hili nimemkataza jambo ambalo Mungu aliridhia, ndio kanuna basi. Wewe akinuna wewe tulia tuli, alafu usiku ukija fanya fanya, yani usiku ukija fanya kama hujui kama kanuna. Fanya vipi? Eti ile jambo langu gani lile vipi? Le, le, kazi yangu ile iko iko wapi eh? hapo. Ah. ule ule pigas <laughs> ule pigapasi <laughs> ufuate fuate na maneno mpaka Mnuna uishe, sio kanuna mzee. Na we unaingia umenuna, bwana mwanaume gani unamnunia mke? Wewe sasa mke nani pale kati ya wewe na huyu <tipos> <Ha? tipos> <tipos> inshallah, jamani, tuishini kwa mapenzi na hawa wake, na tujue kwamba Uislamu umemtukuza mwanamke, ameyaeleza sana Sheikh Saidi hapa walilahi alhamdu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kufuata sheria ya dini yetu ipasavyo, tuwe ni wenye kujua makusudio ya sheria tuwe ni wenye kujua kwamba Uislamu umempa kila mtu nafasi yake. Walkamaru lillahi.